Na taarifa hiyo lakini, tukirejelea taarifa ya kifo cha mwanablogu huyo Albert Ojwang aliyekamatwa mbele ya wazazi wake na maafisa wa DCI kisha kufariki chini ya saa 24 katika kituo cha polisi. Inspector Jenerali ame wasimamisha kazi maafisa wa polisi walikuwa kituoni humo siku hiyo akiwemo OCS wa kituo cha Central ili kuwezesha aipoa kufanya uchunguzi. Polisi wamedai kuwa mshukiwa alijigonga kichwani mara kadhaa kwenye ukuta na kuaga dunia. Ode Francis ana maelezo zaidi. Chamcha cha nyumbani kwao na familia yake, maafisa wa upelelezi walifika na kumchukua Albert Ojwang na kisha kumtia pingu mida ya saa nane mchana hata wakawa wanacheka hapo nje kwamba kwani tumekuja na tumekuja na pingu, mtu hawezi kula. Hakula, wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, e, kijana wangu amemtusi wa vibaya sana katika e, Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Akasema wakasema huyo ali Bwana Sogei. Akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawego. akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi, Albert aliwasiliana na rafikie ambaye tumebana jina lake, akiwa na wasiwasi. Mbona iko ndani? Eh, yeah, eh. Yeah. Hawezi. Hawezi tu mzee, mimi I've never experienced like. Nitakuwa safe hapo ndani? Nini? Will I be safe? Light. Safe safe. Ah, yeah, yeah. Ni safe, yeah. Kulingana na taarifa kutoka idara ya polisi, Albert alijigonga kichwa ukutani ndani ya seli na wakati alipokuwa akipelekwa hospitali ya Mbagathi aliaga dunia. Kwamba bari si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye, kwenye, kwenye ukuta na yeye ame commit suicide, sijui kama ni ku, ni kufa ni kujitia ni, ni kitanzi ndani ya rumu. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye rumu ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa rumu ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Mtoto awekwe kwa rumu peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale. Kwa nini asiwekwe na wenzake? Kwa nini awe peke yake? Albert Ojwang kijana wa pekee katika familia ya mzee Mesha Kojwang sasa hayupo tena, ila maswali ya kifo chake yanaendelea kuibuka huku stakabadhi zikionyesha kuwa alifikishwa katika hifadhi ya maiti ya City mwendo wa saa 8 na dakika 50 usiku.

Inadaiwa kuwa Kevin Muinde ambaye kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji kwa tuhuma za kuchapisha habari za kupotosha alikamatwa katika kijiji cha Gucha, kaunti ya Kisii, Alhamisi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kenyanya. Inadaiwa walisimama katika eneo la Narok walipopata chajio, baadaye kufika katika idara ya upelelezi na kuhojiwa katika afisi ya DCI kisha kufikishwa kituo cha polisi cha Kamukunji. Baada ya kukamatwa kwa Kevin Moinde, inadaiwa kuwa Albert ni miongoni mwa waliokuwa na uwezo wa kuingia katika akaunti ya Kevin ya mtandao ambayo ilichapisha habari kwenye mtandao wa X kuhusu habari potovu. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka ishirini ili mtoto akapokee shahada ya degree hapo Pwani University. Nilikuwa napiga moyo konde nikisema ya kwamba hata ikiwa mi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali wa asome atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda sahii, kitambo, nimfuge mtoto mpaka amalize, itapata wapi? Kulingana na ripoti na mtiririko wa matukio katika kituo cha polisi, alisajiliwa katika kitabu cha OB saa tatu na dakika tano Ijumaa usiku ila mawasiliano na Albert kutoka kwa marafiki zake yanaashiria taswira tofauti. Si nilivyompata mtoto wangu sivyo nilivyoelezewa na OCPD. Maana ameniambia OCPD ya kwamba mtoto amejigonga. Kwa kichwa. Kichwa hakuna jeraha, jeraha liko kwa pua na kwa mdomo, na kwa mdomo na kwa macho yamefura, macho yake yamefura. Wale waliopiga picha, wale wanazoweza kwenda kushuhudia, wameona mwili ulivyo, ni mtu amepigwa aidha amesukumwa kuenda kwa ukuta, amepigishwa kwa ukuta ama mtu amepigwa na kitu, kulingana na jinsi ambavyo ninaona. Wanaharakati sasa wananyoshea kidole cha lawama idara ya polisi kwa mauaji yake Albert Ojwang. We are asking the questions. Tuliambiwa mambo ya extrajudicial killings na disappearances itakuwa mambo ya past. How is it that a father presents his son to the hands of the police yeye mwenyewe and then within 24 hours

Central, napelekwa Central ni kwamba it's okay, you just relax. Tutakuja kesho tukuone, ju initially we were to go and see Kevin Moinde ako one of our influencers, pia alikuwa ameshikwa

We will be there if we ni mambo ya bail tutajua as influencers tutachanga do natumai ningemwona huyo mkubwa, hata na mimi angeniua. Kifo cha Albert Ojwang kinaishia hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City, ila uchunguzi wake unaanzia hapa hapa ili kuweza kubaini chanzo cha kifo chake na waliohusika. Ode Francis Runinga ya Citizen, katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City hapa Nairobi.